Katika karakana ya treni Morogoro na kutana na Judica Mpela, mwanamama wa miaka 43. Hapa ni kazi tu na kazi inaendelea. Ni mwanamke pekee kati ya mafundi saba wa umeme wa vichwa vya treni katika karakana hii akithibitisha ya kuwa uwezo hauna jinsia. Mzaa katika kazi hii ameweka pembeni. Hapa ni bidii ya kazi ili kujipatia riziki yake. Nina muda wa miaka minne mpaka sasa naweza kuifanya hii kazi ya ufundi wa umeme wa vichwa vya treni. Kwa kweli kazi yangu naipenda sana, na niliipenda toka moyoni, na ndio maana nipo hapa nafanya kazi hii. Ni ngumu na ni kazi kama za kiume, lakini kwa sababu nimeipenda kutoka moyoni ninaifanya kazi vizuri kwa moyo wangu wote, pamoja na kwamba wengi hawavutiwi na kazi hii. Lakini yeye, ni kipi hasa kilimvutia kujikuta katika kada hii? Kitu kilichonivutia, naona wanawake wengine kama dereva wetu wa, wa treni ambaye yuko Dodoma sasa hivi anaendesha SGR, ainivutia sana kumuona anaendesha kama mwanamke. Nilitamani sana niwe kama yeye, lakini kwanza nikaanzia ufundi na vilevile, nikipata nafasi ya kwenda kusoma nitakwenda kusoma udereva, na mimi natamani sana kuwa dereva wa treni. Haikuwa rahisi kueleweka na wengi, ikiwemo familia yake, wakati anachagua kusomea kada hii. kwa mwanzoni, kwa kweli ilikuwa ni changamoto. Kwanza mume wangu tu, kwa mwanzoni alikuwa ananiambia hutaweza, hiyo kazi ni kazi ya kiume, alafu ukiangalia wewe ni mwanamke, utaweza kweli? kwa nini ustafii labda kozi nyingine ukasoma? Unataka tu uende kwenye kozi hiyo ya ufundi, utaweza? Nikaambia mume wangu, ili nimeamua, mimi nitaweza na ni kweli nimeweza, na nina familia inanitegemea. Nimeweza na wananisapoti na wanaipenda kazi yangu, hadi watoto wangu wananisapoti, wananipa moyo, kwa mimi nami naendelea kupambana. Ama kweli mvumilivu hula mbivu, kwa sasa ni mwenye kupigwa mfano kutokana na mafanikio aliyoyapata. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, mafanikio yangu katika miaka hii minne. Namshukuru Mungu, nimepata kiwanja, nimejenga nina nyumba yangu sasa hivi, na nina familia yangu. Kwa kweli wanaona kazi ninayoifanya. Hakuna jambo linalokosa changamoto, na hapa anaeleza vikwazo anavyokumbana navyo, ingawa havimzuii kutimiza malengo yake. Kazi ni ngumu, lakini tunajitahidi, najitahidi, napambana, na ndio maana naweza na ninaweza mpaka sasa hivi. Kwa sasa ni mwanamke wa kupigwa mfano katika mkoa huu wa Morogoro. Navutiwa sana, natamani siku moja nije kuwa kama yeye, kwa sababu yuko vizuri sana kwenye kitengo hiki cha mota. Nikapata confidence nilivyomwona, yani kumbe na mimi kuna kitu naweza nikafanya nikafika kama yeye alipo. Ufanisi wake unaridhisha, ni kinara kwangu, na sababu yake ni kwa sababu ni mtumishi ambaye anajituma, anajituma Sijawahi kumwachia kazi ikafeli. Wakati dunia inaelekea kuadhimisha siku ya wanawake Machi nane, simulizi ya Judika inafundisha kwamba uwezo hauna jinsia, uthubutu ndo nguzo ya kutimiza malengo. Teresia Mwanga, Azam Nyuzi, Morogoro.